Jeshi la DRC FRDC Ijumaa ya wiki iliyopita, lilielezea kughadhabishwa na matamshi kwenye mitandao ya kijamii yaliyotolewa na mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kutishia vikosi vya nchi yake kuuteka mji wa Kisangani. Matamshi haya yamezua wasiwasi huku kiongozi wa jeshi la DRC Jenerali Jacques Jaligonza anayesimamia operesheni na intelijensia katika jeshi la DRC FARDC amezungumzia matamshi ya kiongozi huyo wa jeshi la Uganda UPDF. Tumeonyesha kugadhabishwa kwetu, kusema kwamba hatuna furaha, hatukubali. Hauwezi kumtishia gavana aliyeteuliwa kihalali hapa Ituri. Hili sio jukumu lake, hana haki ya kufanya hivyo, na tulimwambia iwapo ataendelea hivyo, tutalipiza pia nasi vikali, iwapo kweli hiyo ni akaunti yake ya X iliyoidhinishwa. Pia tulijadili hili kwenye mkutano huu. Uganda ina maelfu ya wanajeshi wake kaskazini mwa DRC kuisaidia nchi hiyo katika kupambana na waasi wa ADF na makundi mengine ya waasi. Hata hivyo msemaji wa jeshi la Uganda Chris Magezi amesema vikosi vya UPDF vinashirikiana na FRDC kupambana na adui. Baada ya kuwashinda ADF, UPDF haitakuwa na lolote nchini DRC tutarudi nchini Uganda. Huo ndio ujumbe. Baada ya kupatikana kwa amani huko Ituri, jeshi la Uganda litalazimika kurejea nyumbani.